Vifahamu vitu vingi kupitia chaneli hii. Karibu kwenye simulizi yetu ya leo, tutakwenda kuchimba kwa kina maisha ya mamba na tutakwenda kumfahamu. Karibu, welcome to enjoy. Kwanza, mamba au ngwena ni spishi kubwa za order crocodile. Mamba wanaishi majini na hupatikana maeneo mengi ya kitropik katika Afrika, Asia, Australia na Amerika. Mamba hupenda kuishi katika maji baridi kama vile mito, visiwa, ardhi tepetepe. Mamba hula hasa wanyama wenye uti wa mgongo kama vile samaki, reptilia na mamalia. Wakati mwingine ula hata wale wasio na uti wa mgongo kama jamii ya konokono na moloski. Mamba ni kiumbe wa kale, inaaminika spishi za mamba zilianza katika ukoo wa wanyama waliokuwa karibu na dinosaurs, lakini hazikuangamizwa katika tukio hilo lililosababisha kutoweka kwa masauri miaka milioni 65 iliyopita. Mamba wana tabia ya kupumzika kwenye miamba au kando ya maji ili kupata joto kutoka kwenye jua. Mamba wanaweza kuishi kwa muda mrefu, na baadhi yao wanaweza kufikia umri wa miaka sabini hadi mia. Watu wengi wanafikiri mamba ni mnyama anayeweza kuzaa, lakini sivyo. Mamba ni reptilia anayetaga, hutaga mayai kwa wastani wa 35 hadi hamsini. Najua utajiuliza huyu kiumbe anaatamia vipi, hali ya kuwa maisha yake ni aekaeka. Ukweli ni huu, hutengeneza kiota pembezoni mwa mto, kisha hufunika mayai yake mpaka hapo ambapo mayai yatakapokuwa tayari kutoa watoto. Mamba husikia sauti na anayatoa mayai hayo katika kiota, watoto wake hujitoa wenyewe. Yaani, watoto wake hujitoa wenyewe kwa nguvu zao binafsi na kulivunja gamba la yai. Kazi ya mama wakati huo itakuwa ni kuhakikisha anawachukua wanaye na kuwapeleka majini, ambapo uwabeba kupitia mdomo wake. Wanyama ambao uliwa na mamba, ndio wakati wao kulipiza kisasi. Mfano kenge, mjusi wa kubwa na hata ndege hutegea anapopeleka watoto wa awamu ya kwanza, na wale wanaosalia hujarauliwa vibaya au kupelekwa kama chakula, na mamba husikia vibaya kiasi kwamba anapoibuka ndani ya maji huwatizama kwa jicho la shari. Watoto hao wa mamba Ukiwaona katika udogo wao hakika, wanashangaza sana, hutokaa ufikirie kwamba ndio hao wafiki hapo, urefu wa futi kumi na tatu na zaidi na uzito wa kilo zaidi ya elfu moja. Mamba ni viumbe ambao huonekana wadogo sana, unaweza fikiria ni kenge. Mamba ni miongoni mwa viumbe wakubwa duniani. Ana meno makubwa yaliyojipanga kama msumeno, na ana macho makubwa, ngozi ngumu, na mkia mrefu ambao humsaidia katika kuinda. Ajabu la mnyama huyu, pamoja kwamba wanyama wanaokula nyama ndiyo huishi mda mfupi, lakini yeye maisha yake ni marefu. Pia dume huwa mrefu kuliko jike. Katika tamaduni nyingi na hadithi za kizazi na kizazi, mamba mara nyingi huchukuliwa kama alama ya nguvu na hekima, lakini pia wanaweza kutisha. Mamba na mazingira yao ni muhimu kwa ajili ya hifadhi wa biodiversity. Na hapo ndipo mwisho wa simulizi yetu. Nadhani umejifunza kumuhusu mamba. Usisahau kusubscribe, ku like, kushare na kucomment. Pablo Champion, profesa elfu mbili ishirini na tano.